Ajali iliyoacha simanzi kwa wakazi wa mji wa Mbalizi na maeneo ya jirani na mkoa wa Mbeya kwa ujumla, kama wanavyoeleza baadhi ya mashuhuda. ilikuwa majira ya saa mbili hivi jioni. Nikasikia mshindo mkali, yani tukasikia tu maeneo haya kwa watu wakawa wameshashtuka kwamba inawezekana kuna ajali, maana tukawa tunaona tayari na ni vumbi linatoka na kali sana, ndio kukimbia hapa, manake sio mbali na eneo letu. Watu wakaona tayari ni ajali, Lori limegongana na Kosta. Malori makubwa natumaliza. Basi kama ni hivyo, watafuta njia nyingine mbadala niko yapite ile katika mlima huu. Hapana, haiwezekani tumembeza ndugu. Kulingana na Jeshi la Polisi, ajali hiyo imesababishwa na dereva wa lori kushindwa kulimudu gari lake na kuyagonga kwa nyuma magari hayo mawili na kisha kutumbukia mtoni kwenye mteremko wa mlima. Kama mnavyojua tuna utaratibu wa kupitanisha magari makubwa na madogo. Baada ya kuruhusiwa, yeye alitoka kule kwenye eneo ambalo tuna egesha magari na akapita kwenye hii barabara kwa mwendo ambao nafikiri ulikuwa ni mkali na akashindwa kulimudu hili gari na matoke yake, akafika akagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa kuingia stendi na, na kusababisha vifo hivi. Kwa hiyo e, paka sasa hivi huyu dereva niliyemtaja yuko hospitalini pamoja na kwamba yuko kwenye matibabu, lakini e, tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za za kisheria. Amepokea maiti ishirini na saba ambapo katika hizo maiti ishirini na saba wanaume ni kumi na saba na wanawake ni kumi lakini katika hao wote watoto ni wanne na wote wamefika wakiwa wameshafariki, isipokuwa mmoja tu alifika akiwa mahututi, baadaye ndo akafariki. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Dkt. Juma Zuberi Homera amefika eneo la tukio ili kuwafariji wafiwa, na akatumia fursa hiyo kuwaeleza hatua ambazo serikali imechukua nitoe maelekezo ambayo ametupa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Elekezo la kwanza e, wale ambao wafiwa atatoa mkono wa pole kwa kila familia manake msiba wenyewe na jeneza jumla shilingi milioni moja. Kwa hiyo, maana yake ni kwamba kwa misiba ishirini na nane ni milioni ishirini na nane maana yake ni jeneza au sanduku pamoja na na pole. Kwa hiyo ningeomba mganga usidai chochote kwa wagonjwa hawa ambao wanatibiwa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kagharamia kila kitu. Tumeelekeza waanze kutengeneza ile barabara kule, lakini pia tuwaombe wenzetu wa malori, jeshi la polisi, simamieni atakayekiuka anangang'ania kupita huku ni kushughulika naye. Kwa sababu kuna mingine mijeuri unaambia pita huku ataki, anataka apite barabara hii. Eneo hili kwa miaka mingi limekuwa likishuhudia ajali za mara kwa mara na kilio cha wakazi wa eneo hili la Mbalizi ni kutaka walau mkandarasi anayejenga barabara ya kati e, kutoka e, Uyole hadi Ifisi ahamie eneo hili ili kuhakisha anaokoa maisha ya wakazi wa maeneo haya ambayo yamekuwa hatarini kwa muda mrefu. Kakuru Msim, habari wikendi, Mbeya.